Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa ichi kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana ili niweze kuwapasha taarifa ambazo zimetendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra. Kitu ambacho nakuomba eh, na ni usikilivu mwema. Marekani imeweza kumtumia Samia Suluhu Hassan taarifa ambazo ni mbaya Siku ya Jumatatu, kipindi ambapo watanzania walikuwa wamejiandaa kwa maandamano ya tarehe tisa Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano na maandamano ambayo yaliweza kutendeka sehemu kadha kadha za Tanzania na ujumbe wao ukafikia watu wengi, Samia Suluhu Hassan aliweza kukimbilia ubalozi wa Marekani ambao uko na afisi zake Tanzania, akawaita kuelekea kwenye ikulu ya Chamwino. Wakazungumza aa, kuhusu yanayoendelea Tanzania, aswa utekaji nyara, aswa upotezaji, aswa mauaji ya halaiki ya Watanzania. Samia akafikiri kwamba Marekani imeweza kumsamehe baada ya kufanya kikao na yeye. Saa chache baada ya Samia Suluhu Hassan kufanya kikao na ubalozi huo wa Marekani ambao uko Tanzania, Marekani imeweza kumtumia Samia Suluhu Hassan taarifa mbaya ambazo zinahusiana na mauaji ya kimbari Tanzania yaliyotendeka kati, kati ya tarehe ishirini na tisa, Oktoba mpaka tarehe tano Novemba na kamatakamata kamata ambazo zinaendelea Tanzania sasa kupitia kwa bunge la Seneti <clears throat> ambalo linasimamia uh, maswala ya nchi za kigeni, yaani Senate Foreign Relations Committee, bunge la Seneti, kamati ambayo inasimamia uh, maswala ya nchi za kigeni wameweza kumwambia Samia Suluhu Hassan usifikiri kwamba tumesahau uliweza kuwaua Watanzania. Sasa kitu ambacho tunataka ni waliohusika kwenye mauaji na kuratibu uh, mauaji ya Watanzania uh, waweze kuchukuliwa hatua maksusi. Taarifa hizi ziliweza kutolewa mwendo wa saa mbili na dakika arobaini na mbili usiku uh, tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025 na jinsi ambavyo naona hapo taarifa hizo zikaweza kusema hivi even before its handpicked independent commission began work Tanzania's government rushed to blame vague foreign actors for the bloodshed It has offered no credible explanation for its election-related crackdown, including why Christian leaders were singled out for deadly attacks and abductions. Those responsible for the persecuting these Christians must be held, held to account. Wapenzi watazamaji, hayo ni maneno ambayo ni makali na yenye uzito ambayo sasa yameweza kutumwa kutoka Marekani, yanasema hivi hata kabla tume ambayo Samia Suluhu Hassan aliweza kuichagua na kuiita kwamba ni tume huru kuchunguza maafa yaliyotendwa Tanzania kamata kamata ambazo ziliweza kutendwa Tanzania, kuumiza wananchi, ambazo ambako kuliweza kutendeka Tanzania, hata kabla ile tume haijaanza kazi, Samia amejitokeza na kulaumu raia wa kigeni kwamba wao ndio waliweza kumwaga damu Tanzania. Sikiliza, ndio nimekuambia kwamba haya maneno ni mazito. Ninajua kwamba mnaona giza giza, lakini naomba mnisamehe kwa hilo. Yaani Marekani nasema hivi, hata kabla ya ile tume ambayo Samia Suluhu Hassan aliweza kuiteua, ambayo inaongozwa na Mohamed Chande aliyekuwa, uh, jaji mkuu, hata kabla ile tume haijaanza kazi, umesikia Samia amesema kwamba waliohusika kumwaga damu Tanzania ni wageni kutoka mataifa ya kigeni. Ni wananchi kutoka mataifa ya kigeni. Sijui kuna mataifa ambayo yanaonea Tanzania wivu, sijui kuna watu ambao hawamtakii Samia Suluhu Hassan mema, ambayo wapo nje ya Tanzania. Sasa bunge hili la seneti, kamati ya masuala ya nchi za kigeni, wanasema hivi, mpaka sasa hivi Samia Suluhu Hassan hajaweza kutoa taarifa ambazo zinahitajika, taarifa muhimu kuhusu ni nani ambaye aliweza kupanga wananchi kuuawa, damu kumwagwa na wizi wa kura tarehe ishirini na tisa Oktoba mpaka tarehe tano 5 Novemba. Sasa bunge hili, kamati hii inasema kwamba viongozi wa makanisa hawakusazwa hawaku hawakuachwa nje, wengine walikamatwa. Mnaona hata askofu wa jima haijulikani aliko, walikuwa targeted viongozi mbalimbali kama vile Padri Kitima amekuwa akishambuliwa na serikali na hata kupanga kwamba waweze kumuumiza. sasa Hili bunge la seneti kamati ya masuala ya nchi za kigeni kutoka Marekani wanasema kwamba hawajapewa taarifa na serikali ya Samia ni nani ambaye aliweza kupanga wananchi waweze kuuawa ni nani ambaye aliweza kupanga wananchi damu yao iweze kumwagwa na wengine kuweza kuteswa lakini unasikia Samia wameweza kulaumu wageni wa nchi za kigeni kwamba wao ndio waliweza kusababisha maafa Tanzania. Sasa bunge la Seneti Marekani, kamati ya masuala ya nchi ya kigeni wamesema hivi: wale wote ambao walihusika kuratibu mauaji, kuratibu kuumiza Watanzania, kuratibu kupoteza Watanzania, kuratibu kuwateka Watanzania, na wale wote ambao waliweza kutekeleza kuwaumiza Watanzania wale wote ambao waliweza kuhusika kuwaua Watanzania na wale wote ambao walihusika kulipa pesa wananchi waweze kuuawa, na wale wote ambao walihusika kuchimba kaburi ndugu zetu kuweza kuzikwa kwenye kaburi la pamoja, wanapaswa kukamatwa na kuchukuliwa hatua maksusi, ikijumulisha wale wote ambao waliweza kuua viongozi wa makanisa, ikijumulisha wale wote ambao waliweza kufanya mpaka wananchi wakaumizwa. Kwa hivyo hili bunge la seneti Marekani, kamati ya masuala ya nchi za kigeni, kwa ujumla ni kama wanamaanisha kwamba hii tume ambayo Samia Suluhu Hassan aliweza kuichagua ambayo inaongozwa naye bwana Mohamed Chande haiwezi kaleta taarifa ambazo zinaaminika. Kwa nini? Umeona wamesema kwamba even if the handpicked commission, the handpicked independent commission began in investigation. They have started blaming the the vague foreign. Yaani, hata kabla ya ile tume ambayo waliweza kuichagua ambao wanasema kwamba ni tume huru kuchunguza maafa Tanzania, tayari wamesema kwamba raia, za kige, um, uh, raia kutoka nchi za kigeni ndio waliweza kusababisha maafa Tanzania. Sasa, ili bunge linauliza hivi. Muko, muko, na matamanio gani? Kuna matokeo ambayo yatatolewa na hii kamati ambayo iliweza kuteuliwa na Samia Suluhu Hassan kwamba iweze kufanya uchunguzi kipindi ambapo tayari Samia amekwisha laumu mataifa ya kigeni kwamba ndio yaliweza kumwaga damu Tanzania hapo jana. Serikali iliweza kujitanua na kujishaua kwamba waliweza kuyazuia maandamano, lakini Marekani imeweza kuwaambia kwamba kuzuia maandamano haiwezi katu kutusaidia. Kitu ambacho tunakitaka ni wale ambao waliweza kumwaga damu, ni wale ambao waliweza kuwatesa Watanzania, ni wale wote ambao waliweza kutekeleza unyama waweze kuchukuliwa hatua kali. Samia alikuwa amefikiri kwamba nchi za kigeni zimesahau yale yote ambayo ya aliyafanya. Amekuta kwamba Marekani bado imekumbuka. Juzi alikimbia kufanya kikao na ubalozi wa Marekani ambao uko upande wa Tanzania, nikaona machawa wa Samia akina huyu msemaji wa serikali bwana Msigwa wakisambaza picha, sijui Samia amekutana na viongozi wa Marekani ambao wameweza kujadili sijui masuala ya uchumi lakini Marekani imemwambia hivi, kama ulihusika kumwaga damu ya Watanzania, lazima uweze kuchukuliwa hatua maksusi. Tupatane kwa kanda yajayo, tupatane kwa kanda ijayo. Sijui wazo lako ni lipi? Naomba muweze kunivumilia, sipo studioni, nilienda kusalimia wazazi kidogo.